Mlango wa ishirini na mbili. Basi Daudi akamwambia Bwana maneno ya wimbo huu siku ile Bwana alipomwokoa mikononi mwa adui zake zote na mkononi mwa Sauli, akasema: Bwana ndiye jabali langu na ngome yangu na mwokozi wangu, naam wangu Mungu wa mwamba wangu, nitamwamini yeye, ngao yangu na pembe ya ukovu wangu, mnara wangu na makimbilio yangu mwokozi wangu, waniokoa na jeuri. Nitamwita Bwana astahilie kusifiwa, hivyo nitaokoka na adui zangu. Maana mawimbi ya mauti yalinizunguka, mafuriko ya uovu yakanitia hofu, kamba za kuzimu zilinizunguka, mitego ya mauti ikanikabili. Katika shida yangu nalimwita Bwana, nam nikamlalamikia Mungu wangu. Ndipo nchi ilipotikisika na kutetemeka, misingi ya mbingu ikasukasuka na kutikisika kwa sababu alikuwa na ghadhabu, kukapanda moshi kutoka pwani mwake, moto ukatoka kinywani mwake ukala, makaa yakawashwa nao. Aliziinamisha mbingu akashuka, kukawa na giza kuu chini ya miguu yake. Akapanda juu ya kerubi akaruka, naam, alionekana juu ya mabawa ya upepo. Akafanya giza hema zake za kumzunguka, makusanyiko ya maji, mawingu makuu ya mbinguni. Toka mwangaza uliokuwa mbele zake makaa ya moto yakawashwa. Bwana alipiga radi toka mbinguni, naye aliye juu akaitoa sauti yake. Akapiga mishale akawatawanya, umeme naye akawatapanya. Ndipo ilipoonekana mikondo ya bahari, misingi ya ulimwengu ikafichuliwa, kwa kukemea kwake Bwana kwa kwa mvumo wa pumzi ya pwani mwake. Alipeleka kutoka juu, akanishika akanitoa katika maji mengi. Akaniokoa na adui yangu mwenye nguvu na wale walionichukia, maana walikuwa na nguvu kuliko mimi. Walinikabili siku ya msiba wangu, lakini Bwana alikuwa tegemeo langu. Akanitoa akanipeleka panapo nafasi, aliniponya kwa kuwa alipendezwa nami. Bwana alinitendea sawasawa na haki yangu, sawasawa na usafi wa mikono yangu akanilipa. Maana nimezishika njia za Bwana, wala sikumwasi Mungu wangu. Maana hukumu zake zote zilikuwa mbele yangu na kwa habari za amri zake sikuziacha. Nami nalikuwa mkamilifu kwake, nikajilinda na uovu wangu. Basi Bwana amenilipa sawasawa sawa na haki yangu sawasawa sawa na usafi wa mikono yangu mbele zake. Kwa mtu mwenye fadhili utakuwa mwenye fadhili, kwa mkamilifu utajionyesha kuwa mkamilifu, kwake ajitakasaye utajionyesha kuwa mtakatifu, na kwa mpotovu utajionyesha kuwa mkaidi. Na watu waone wao wewe utawaokoa ila macho yako ni juu ya wenye kiburi uadhili kwa kuwa wewe uta yangu, ee Bwana, na Bwana ataniangazia giza langu. Maana kwa msaada wako nafuatia jeshi, kwa msaada wa Mungu wangu naruka ukuta. Mungu njia yake ni kamilifu, ahadi ya Bwana imehakikishwa. Yeye ndiye ngao yao wote wanaomkimbilia. Maana ni nani aliye Mungu ila Bwana? Ni nani aliyemwamba ila Mungu wetu? Mungu ndiye ngome yangu yenye nguvu, naye eh huwaongoza wakamilifu katika njia yake. Huifanya miguu yangu kuwa kama ya kulungu na kunisimamisha mahali pangu pa juu. Ananifundisha mikono yangu vita, hata mikono yangu waupinda upinde wa shaba. Nawe umenipa ngao ya ukovu wako, na unyenyekevu wako umenikuza. Umezifanyizia nafasi hatua wa zangu, wala miguu yangu haikuteleza. Nimewafuatia adui zangu na kuwaangamiza wala sikurudi nyuma hata walipokomeshwa. Nami nimewakomesha na, na kuwapigapiga, wasiweze kusimama; nam wameanguka chini ya miguu yangu. Maana umenifunga mshipi wa nguvu kwa vita, umenitiisha chini yangu walioniondokea. Nam adui zangu umewafanya wanipe visogo, ili nikawakatilie mbali wanaonichukia. Walitazama, lakini hakuna wa kuokoa; walimwita Bwana, lakini hakuwajibu ndipo nikawaponda kama mavumbi ya nchi, nikawakanyaga kama matope ya njiani, nikawatawanya. Nawe umeniokoa na mashindano ya watu wengi, umenihifadhi niwe kichwa cha mataifa. Watu nisiwajua watanitumikia, wageni watanijia wakinyenyekea. Kwa kusikia tu habari zangu mara watanitii. Wageni nao watatepetea, watatoka katika ngome zao wakitetemeka. Bwana ndiye aliye hai, na ahimidiwe mwamba wangu na atukuzwe Mungu wa mwamba wa wokovu wangu. Naam, Mungu anipatiaye kisasi na kuwatweza watu chini yangu, na kunileta nje nitoke kwa adui zangu. Naam, waniinua wa juu yao walioniinukia, waniponya na mtu wa jeuri. Basi Bwana, nitakushukuru kati ya mataifa, nami nitaliimbia jina lako. Ampa mfalme wake wokovu mkuu, amfanyie fadhili masihi wake Daudi na mzao wake hata milele.